Mtazamaji nikukaribishe sana, ni wakati mwingine tena kupitia Mpanda Radio Media unaendelea kupata elimu mbalimbali, na siku ya leo tunaendelea kuzungumzia kuhusiana na elimu ya mpiga kura, na hapa ninazungumza nikiwa na mwelimishaji elimu ya mpiga kura kutoka katika taasisi ya Green Leaf Organization. Yeye atajitambulisha mwenyewe anaitwa nani, lakini mimi nikwambie tunaitwa Ana Milanzi. Nikukaribishe sana. Asante sana kwa majina, anaitwa Arnold Lumbe ni mwelimishaji wa elimu ya mpiga kura kutokea taasisi ya Green Leaf Organization. Sawa, na kwa kuanza tu tufahamu sasa kuhusiana na suala zima la mpiga kura, na hapa tukafahamu kuhusiana na sifa za mpiga kura ili aweze kupiga kura. Huyu mtu ambaye anatusikiliza kwa sasa anatakiwa hawe na sifa gani? Asante sana Sifa za, za mpiga kura kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwanza anatakiwa awe ni Mtanzania, ni Mtanzania wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sifa ya pili, anatakiwa awe ni Mtanzania mwenye umri wa kuanzia umri wa miaka kumi na nane na kuendelea. Sifa ya tatu, anatakiwa ni mtu awe na akili timamu, awe na akili timamu. Hizo e, ndio sifa kuu za, za, za mpiga kura e. Sawa, tumepata nafasi ya kuzisikia pia sifa za mpiga kura. Hivyo na wewe ambaye unatutazama kwa sasa, ufahamu ya kwamba hizo ni sifa kuu ambazo zinatakiwa wewe uweze kufika hapo ukiwa nazo, miaka 18 tumeambiwa na kuendelea, lakini pia uwe na akili timamu na uwe mwananchi kwa maana ya Mtanzania. Lakini pia katika hayo ambayo umeelezea mazuri kabisa, tufahamu pia kwenye vituo sasa vitakavyotumika kupiga kura kwa siku hiyo ni vipi? Asante sana mdugu mtangazaji, kwanza kabla sijaenda kwenye vituo vya vitakavyotumika kupiga kura ndiyo, nilikuwa napenda kuweka wazi kwamba Green Leaf Organization tumepewa kazi ya kuelimisha wananchi katika halmashauri wa ya wilaya ya Nsimbo. Kwa hiyo sisi tunahamasisha wananchi uh -huh. waliopo katika halmashauri wa ya wilaya ya Nsimbo kujitokeza kupiga kura siku ya uchaguzi mkuu ambao utafanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Nikirudi kwenye swali lako la msingi ni kwamba vituo vitakavyotumika katika kupiga kura ni vile vituo ambavyo vilitumika ku, ku, kuandikishia wapiga kura. Kama kuna mwananchi alijiandikisha kwenye kituo cha kupiga kura, basi siku ya kupiga kura anatakiwa ajitokeze kwenye kituo kile kile ambacho alijiandikisha, ndipo atakapokuwa kwenda kupiga kura na ndio atakuwa na haki ya kupiga kura kwenye kituo hicho. Pale kwenye kituo cha kupiga kura atakuta kutakuwa kuna majina ambayo yamewepa kwenye mbao za matangazo yo atasoma jina lake na kuangalia natakiwa aingia labda na kwenye chumba kipi ili aweza kupiga kura yake ya kikatiba. Asante. Sawa, so, na kwa upande wa tarehe sasa ambayo inapaswa mwananchi mm -hmm, huyo ajitokeze kwa ajili ya, ya kupiga kura ni tarehe ngapi? Uh, kwa mujibu wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, tarehe ambayo imepangwa itakuwa ni tarehe 29 Oktoba, 2025 mm -hmm, itakuwa ni siku ya, ya kupiga kura. Mm, na kwa upande wa muda sasa, kwa upande wa muda tume huru ya Taifa ya uchaguzi imepanga kwamba itakuwa kuanzia saa moja asubuhi mpaka saa kumi kamili jioni. Mm -hmm. Sawa, yes. So, tumesikia hapo kuhusiana na muda ambao utakuwa unatumika kwa ajili ya wewe kwenda kupiga kura hiyo tarehe 29 ya mwezi wa kumi 2025, na kwa sasa hivi tukiwa tunazungumza zimesalia siku chache tu. Kwa hiyo tuendelee kujiandaa, lakini wakati huo tuendelee kukumbushana kwamba kampeni bado zikiwa zinaendelea. Kwa hiyo usisahau pia kuzipitia kampeni mbalimbali ambazo zinaendelea kwa ajili ya kuitamatisha siku hiyo vizuri kabisa. Lakini nikirudi tena kwako hapo, tuweze kufahamu sasa, je, kuna vibali vyovyote ama mtu anatakiwa aende na nini pale ili aweze kupiga kura? Okay. Asante sana, siku ya kupiga kura eh, yule Mtanzania mwenye haki ya kupiga kura anatakiwa aende na kitambulisho chake cha kupigia kura, ni kituo ambacho amejiandikishia, hicho ndio kitampa haki ya kuingia na kupiga kura, sawa. Lakini pia tuelekee sasa kufahamu, mara baada ya yeye kupokelewa katika kituo cha kupigia kura hmm, akiwa na hicho kitambulisho chake cha mpiga kura hmm, a, mara baada ya kupiga kura sasa anatakiwa afanye nini? Asante ndugu mtangazaji, mwananchi mara atakapomaliza kupiga kura anatakiwa arudi nyumbani kwake kwa ajili ya kusubiri matokeo ambayo yatatangazwa baadaye na msimamizi wa uchaguzi katika kituo chake. Sawa, na neno lako sasa, wakati tukiwa tunatamatisha kwa siku hii ya leo ni vipi? Asante, langu ni moja tu linawaasa wananchi waweze kujitokeza siku ya kupiga kura kwenda kupiga kura vituo, kama nilivyosema hapo awali kwamba vitafunguliwa mapema kuanzia saa moja asubuhi na vitafungwa saa kumi kamili alasiri. Sawa, asante sana mtazamaji wa Mpanda Radio Media, ama kwa hakika kwa siku ya leo tumekuletea hiyo elimu ya mpiga kura, lakini kupitia Green Leaf Organization. Na hapa wakati huu wote nimekuwa na mwelimishaji elimu ya mpiga kura ndugu Arnold Lumbe. Ama kwa hakika kuna mengi mazuri kabisa ambayo umekwenda kuyafahamu, lakini mimi niendelee kusisitiza tu ya kwamba kupiga kura pia ni haki yako ya msingi, usikose tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Na kujina naitwa Ana Milanzi.